Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hatua ya leo mpaka kuteuliwa eh, kuwa mgombea wa jimbo la Kinondoni kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini pili nakishukuru chama changu. Chama changu kupitia kikao kikubwa kabisa kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama taifa kwa kuniamini na kuniteua. Lakini tatu nawashukuru wana CCM wenzangu ambao wameupokea kwa moyo mkunjufu na kwa mapenzi makubwa uamuzi wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama. Kwa kweli nawashukuru sana na nawaambia asanteni sana wanachama wenzangu wa wana chama cha Mapinduzi. Leo nimekamilisha fomu hii hapa mnaiona. Lakini kama mnavyojua, kampeni hazijaanza. Tunatarajia kuanza kampeni inshallah kesho. Kwa hiyo, nawaomba sana ndugu zangu wana habari, pelekeni taarifa hii kwa wananchi wote, kwamba Mtulia Maulidi Saidi ameteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Kinondoni kupitia chama dume Chama cha Mapinduzi, na kwa kweli kwa niaba ya chama tunawahakikishia wananchi tutafanya kampeni za kistaarabu sana kama kawaida ya chama chetu. Lakini pili, nawaomba vyama vyengine ambavyo vitapata bahati na fursa kama niliyoipata mimi, basi tufanye kampeni za kistaarabu. Na kwa kuwa Kinondoni ndiyo Dar es Salaam na kwa kuwa Dar es Salaam ndiyo Tanzania, bila shaka Kinondoni ndio Tanzania. Lazima tuwafundishe maeneo mengine namna gani kampeni za kistaarabu zinavyofanywa. Lazima tuwafundishe demokrasia ikoje na waahidi, hatutawaangusha Watanzania, hatutawaangusha wana CCM, tutafanya kampeni za kistaarabu mpaka mwisho wa uchaguzi huu. Niwashukuruni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.